Ya habarini, uh, wana grupu uh, au wana familia wa Bongo class klass, uh, mimi nimejaribu kufanya kile ambacho nimejaribu imejaribu kile ambacho nimejaribu kwa chache wa ufahamu wangu. Kwa hiyo nataka na nyinyi pia ni share, ili tuone sehemu ambayo niliofikia ni nzuri au ni mbaya. Mimi nimeandaa website hapa, faili langu ni hili hapa. Nimeleta website hilo hapo, tukilingia ndani hapa, tunakuta kuna image na hapo ni folder ya image tunakuta kuna form hapa .html kuna index, kuna makala .html kuna ubuyu kuna ushauri, bwana ee. Hii website hii tukiingia katika index, nimeipa jina la jina la Kijiweni, yani kiji, kitaa chetu unajua eh? Unajua mtaani kuna kuna mambo mengi sana. Kwa hizi ndio kodi zetu ambazo tumeziweka hapa. Ukija ukiangalia kuna page yetu hapa. Unakuta kuna ubui wa leo, unakuta kuna makala, unakuta kuna ushauri. Halafu chini ndio unakuta kuna kitabu chetu. Yaani website inahusiana na masuala ya mtaani. Unajua mtaani kuna mambo mengi. Kuna stori, kuna uongo. Unajua kuna kila aina ya kitu. Kwa hiyo hapo nimeweka batani nyabai ubuyu ubuyu wa leo, maanake ukigusa hiyo batani hapo ndo nakuta sasa ubuyu, ubuyu mwingi yani maneno, maneno mengi ya uongo na kweli. Ukija hapa kuna makala uh, pia ni batani apa ushauri pia ni batani, na apa jiunge kitani kwetu na wenyewe pia ni batani ambayo ndoona hapa nimeweka hapa hizi hapa hizi, na bahati nzuri nilifanikiwa kujaribu kuweka linki ili ukigusa hapo kwenye hiyo batani inakupeleka kule kwenye kwenye kwenye, kwenye sehemu husika. Ni hivi hapa hivi, nimechafua chafua kidogo, nimeweka makorokoro kibao mpaka imekuwa noma. Sasa mimi nimefeli hapa kwenye kuweka fomu hapa kwenye fomu dot html hapa hapa, bwana, hapo ndo nimefeli. Unaona, jaza fomu kujiunga na kitaa chetu, umeona hapo. Ukija ukiplay hapa, unaona hapo. Lakini sasa kwenye fomu nah, yani, hapa na fomu hapo nimefeli yani, kwamba ili mtu aweze kujiunga na kitaa chetu basi ajaze fomu aweze kuona. Sasa nimejaribu ku, ku, ku, ku, kuweka fomu hapa hapa fomu hiyo hapo, hiyo mwalimu ngo, ni video yake ile ya YouTube unaona, aliandika aliandika input alafu style text placeholder name. Sasa hapo igusa vitu hapa, formu, okay. Sasa nimegusa igusa hivyo vitu jamaa, ukiplay hapa unaona fomu haitokei. Sasa mimi sitajua na feli wapi. Sasa nimeandaa hii eh video kwa ajili ya kutaka ushauri, ambaye anafahamu jinsi ya kuandaa fomu basi mimi nataka nijifunze jinsi gani ya kuweka fomu kwenye hii website ambayo nafanyia mazoezi. Sasa pia hapa nataka niunganishe tu hapa hii linki kutoka kwenye kwenye sehemu zetu hizi, yaani ukija hapa kwenye index hapa ukigusa linki. Basi kama ukigusa ubuyu basi ukutane na ubuyu, ukigusa makala ukutane na makala, ukigusa ushauri au kujiunga ukutane na hivyo vitu. Kwa hapa eh, nitaunganisha chapu chapu hapa sababu nazikumbuka. Hii ya kwanza hii ni ipi tena? Hii ya kwanza ubuyu sasa, ubuyu unakumbuka ile reference yake, nafikiri ni ubuyu dot html. O, ni kweli, ijatuseguof tukaangalie, ni kweli. Ubuyu ukigusa unaenda kule kwa ni ubuyu -E. O, ni kweli, ni ubuyu hapa, ubuyu ukigusa hapa, bana, imeenda ubuyu, time hiyo hapo, hiyo nakuja na kulinki nini nyingine hapa, anakuja kulinki makala, anakuja kuondoa ikikileri hapa, naandika makala .html na nyingine nini nataka ni linki hapa ushauri na linki hapa ushauri, ushauri.html. Nyingine hapa jiunge, hapa kuna jiunge hapa ndo tumeweka fomu, kumbuka eh. Kuna andika hapa fomu.html. Hiyo hapo, hiyo tuangalie kweli itafunguka au nimefeli. Na hapa pia ona, tunagusa ubuyu ubuyu, imelink imefunguka, lakini naona hapa kuna kama kuna kidude hapa, ngoja nitakitoa kwenye ubuyu. makala makala, nasema web page not available. Maana yake basi nimeweka kitu gani? Haya, tukija hapa kwenye ushauri ushauri, hiyo hapo imekuja. Tukija hapa kwenye jiunge Jiunge hapa imekuja, hapa kuna sehemu unaona kama vile kumezingua eh. Hapa kuna makala makala, ni meka nini hapa, mama sele. Makala, makala, makala Makala.html. Makala. Eh. Aya. Ndo hivyo wajameni, ushauri. Kuna kitu kimezidi, kuna ushauri hapa, kitu gani hicho? Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba kwa mtu ambaye anafahamu jinsi ya, ya kuweka fomu basi anielekeze, au mwalimu, kama unanisikiliza mwalimu, naelekeza jinsi gani ya kuinput fomu hapa. Kwa hiyo nimejaribu hivyo kwa uh, uchache wa ufahamu wangu, maana mimi mgeni huyu kwenye haya masomo ya HTML, nafikiri na siku chache tu nimeangalia video pale YouTube, na mimi nimefanya hichi ambacho nimefanya kwa hiyo nataka sana hii kozi niijue. Ah, bado bado bado, unaendelea bado, bado, kujinoa ambayo nyinyi ndo tupa zangu, au nyinyi ndo vinoo vyangu. Kwa nimefeli kwenye form, jinsi ya ku create form, nataka msaada wenu.